Wakati kutokuwepo kwa maelewano na kurushiana maneno kati ya Rais wa Marekani Donald Trump na bilionea Elon Musk kukiendelea kupamba moto kwa siku hii ya leo, athari zimeanza kuonekana mapema, na hii ni baada ya utajiri wa bilionea Elon Musk kushuka kwa jumla ya dola za kimarekani bilioni 34 ndani ya siku moja. Jarida la Bloomberg limeripoti kwamba kuporomoka kwa kasi kwa utajiri wa Elon Musk kumeweka rekodi kwa mara ya kwanza duniani kwa utajiri wa bilionea kushuka kwa kiasi katika historia ya matajiri 500 waliowahi kutokea duniani, ambapo rekodi hiyo anaishikilia mwenyewe, ambapo mwaka 2021 utajiri wake ulishuka ndani ya siku moja ambapo alipoteza dola bil, e, bilioni 52 ndani ya siku moja. Aidha, licha ya utajiri wake kuporomoka kwa kiasi, bado ndiye mtu tajiri zaidi duniani akiwa na ukwasi wa dola bilioni e, 334.5 huku vitisho vikubwa vikiendelea juu yake, ambapo rais Trump ametishia kusitisha mikataba yake yote ya kampuni zake mbili ambazo ni SpaceX pamoja na kampuni tanzu ya magari ya umeme ya Tesla, ambapo kuongezeka mzozo kunaibua maswali juu ya magari ya mfumo wa umeme yanayotengenezwa na Elon yakiingia kwenye sera ya mazingira ya Rais Donald Trump kuifanya Marekani lenye nguvu tena ina, ina. Na hisa za kampuni ya Tesla Inc zimeshuka kwa asilimia 14 hivi e, e, leo hadi e, kufikia takribani dola 284 e, nukta 7 kwa hisa moja. Kwa upande wa kampuni ya SpaceX ambayo ni kampuni changa gari zaidi duniani, mpaka kufikia mwezi Disemba mwaka jana, ilikuwa na thamani ya dola bilioni hamsini kwa uwekezaji binafsi wa Elon Musk, ambapo kampuni hiyo kutoka, uh, kutokana na ukaribu uliokuwepo kati ya Bwana Donald Trump na Elon Musk ilitarajia kupata kandarasi ya dola bilioni 22.5 kwa mjibu wa data zisizo rasmi zilizobainishwa na jarida la Bloomberg, ambapo mpaka sasa inaelezwa kuna hatari ya kandarasi hizo kusitishwa. Hata hivyo, biashara bish, nyingine za maski ambazo zimeathirika na mzozo huo ni kampuni yake ya akili mnemba AI, yani Grok na kampuni yake ya mitandao ya kijamii ya XAI Holdings ukizingatia kampuni hizo zilikuwa na ushirikiano na kampuni za mtandao wa kijamii za Trump za Trump Media and Technology Group Corporation. Huu ni mzozo ambao umezuka hivi karibuni eh, kwa siku ya jana eh, kati ya Rais Donald Trump na bilionea Elon Musk baada ya kutupiana maneno. Uh, unaweza kuendelea kupata taarifa zetu kwa kubonyeza kitufe cha subscribe ili uipate Junii Tv hapo kwenye simu yako au kompyuta yako. Asante.